Shule ya sekondari ya wasichana Kowak waki inayofuraha kutangazia nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2025-2026 masomo ambayo yataanza rasmi Julai 8 2025. Shule inao walimu waliobobea katika ufundishaji, hivyo kumwezesha mwanafunzi kupata elimu kupitia taasisi zifuatazo PCM, PCB, CBG, EGM, HGE, HGL, HGK na HKL. Shule ina mwendelezo wa matokeo bora kwa wanafunzi katika matokeo ya kidato cha sita mwaka 2024. Shule ilikuwa ya kwanza kiwilaya, ya pili kimkoa, ikiwa na division 18 division 2 3 na haikuwa na division 3 wala zero. Maadili, imani na taaluma ni kipaumbele cha shule, hivyo wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa nambari ya simu 0747199299 au tutumie email kowakgss@gmail.com Kowak Girls Secondary School, Education for Women Development.